Gavana Amason Kingi alizungumza hayo mjini Kilifi baada ya kuapishwa kwa waziri mpya wa ardhi Charles Karisa. historia ya mradi huu hauna uhusiano wowote na serikali ya Jubilee. Mradi huu ulianza wakati mimi ni waziri na pia mbungu wa Magarini na kampuni ya Mawasco. kampuni ya Mawasco ilikuwa inasema kwamba si kitu chema ikiwa maji yatatoka Baricho elekee Mombasa, lazima atoke Baricho pia ielekee upande wa Magarini ni kauli inayoshabihiana na iliyotolewa na, na mwenzake wa Mombasa Hassan Joho wakati Rais Kenyatta alipozindua miradi ya takriban shilingi bilioni tatu nukta mbili hiyo jana. Huu mradi umeanza mwaka elfu mbili na kumi, Jubilee ilikuwa haijaingia hapo. Pesa zimetoka kwa World Bank. Shida ya Kenya yetu ni kitu kimoja, ni viongozi ambao hawaelewi na hawawezi kutofautiana kati ya maendeleo na siasa. Je, yeah, ukweli uko wapi? Mwenye kandarasi anasema alianza kazi hii mwaka 2014. County government of Mombasa wali to support wakatupatia uwanja mahali tunaweka hii e bridge. Lakini si mara ya kwanza kwa Joho kutofautiana na rais. Januari mwaka jana walikutana kutoa stakabadhi za umiliki wa ardhi ya Waitiki eneo la Likoni. Joho alidai ada ya shilingi 182,000 inayotozwa kila skota ni ghali kwa wengi wao. Serikali ya County Government of Mombasa is willing to negotiate with your government, tukubaliane mkataba tutachangia vipi kwa niaba ya watu wa Likoni, hiyo pesa na nimesikia hapa kila mjumbe na hawa wajumbe wanajua sheria hii Wasikuja hapa kucheza siasa na mimi hapa. Hiyo pesa lazima ilipwe. Miezi minne baadaye bunge la kaunti ya Mombasa lilipitisha kutengwa kwa shilingi bilioni moja nukta mbili kulipia ada zote za ardhi ya Waitiki, lakini Joho alibadilisha nia hiyo Desemba baada ya kusikia Rais akitangaza kuondolewa kwa deni la wakulima wa kahawa ambao hasa hupatikana maeneo ya Mlima Kenya. Huku kwetu wakija wanasemanga meet the people tour. Wakienda kwao development tour. Rais na naibu wake, hata hivyo, wamedinda kujiingiza katika siasa hizi kila zinazojitokeza mbele yao. Wale mandugu zangu wa hapa Mombasa wanajaribu kushindana na mimi mimi, nataka niwaambie I am not available for any contest with you. Sisi wengine wetu hatuna haja na mabishano na mtu yeyote haja yetu ni kazi ambayo itafaidi mwananchi wa kawaida wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Baadhi ya wakazi wa mwambao wa pwani sasa wanataka maelewano baina ya viongozi wa kitaifa na kaunti ili wahudumiwe vyema. Wajua mradi ni mradi, uwe ni wa zamani, uwe ni wa sasa, mradi ni mradi, ni bora tu wafaidi wananchi. Hatuwezi tukasema ni nani wala ni nani, sisi tutampongeza tu mwananchi, maana yeye ndo anatoa ushuru na juhudi za viongozi ambao waliopo. Huku mjadala huu ukiendelea, kaunti ya Mombasa imeonya kwamba itachukua hatua kali dhidi ya watu ambao hawatatumia kivuko hiki kwenda katika upande mwingine wa barabara. Peter Mwangangi NTV Mombasa.